Mtu mmoja anaitwa John F. Kennedy alikuwaga rais wa Marekani, alisema hivi: ukiwa na juhudi na ukiwa na ujasiri wa kufanya mambo lakini huna mwelekeo katika maisha, wewe utakuwa ni mtu uliyefeli. Yaani ukiwa na juhudi na una ujasiri lakini huna mwelekeo, wewe ni mtu ambaye umefanya nini? Umefeli. Wanaofeli duniani sio wavivu, wenye maisha magumu sio kwamba ni wavivu. Hivi mtu ambaye anaamka kule kijijini kwetu asubuhi saa kumi, anachukua jembe anaenda shambani analima mpaka mchana wengine wanakula ugali kila usiku manane wanakula ugali usiku analima warudi mpaka jioni wanarudi na kuni wanalala usiku wamechoka wanaamka tena alfajiri au ni wavivu si wavivu kwa unaweza kuwa na bidii lakini ukaishi tu maisha magumu mtu ambaye anafanya kazi kwenda sokoni pale anabeba mizigo anaamka wakati umelala saa kumi anaenda kuwahi maloli, anakuleta mazao, anafika pale anabeba mizigo, anatoka na jasho eh. Wengine wale wanaendesha na maguta, unakuta amevua na shati, anaendesha guta amechoka kwelikweli, mpaka usiku anaenda amelala, lakini siku nzima anatengeneza hela kidogo sana, ila lack of direction. Usipojua unatafuta nini, usipojua unataka nini, usipojua wewe ni nani kwenye maisha, utaweka juhudi zote lakini utapata matokeo. Kwa hiyo tunasema kuna aina mbili za watu unapofika kwenye mambo ya purpose na plans. Kuna watu ambao wako kwenye progress, wanapiga hatua za kimaendeleo, wanapiga hatua. Alafu kuna watu ambao wako kwenye movement, wenyewe tu wanaamka asubuhi, wanaenda, wanarudi, wanaamka asubuhi, wanaenda, au wako kwenye movement lakini hawako kwenye progress. Kuna tofauti sana duniani hapo, sifiki kama kila mtu anaendelea mbele kuna ambao wanakimbia kimbia na kuna ambao wanaenda mbele ni vitu vili tofauti.